Pali tumefika, there is no way out, ni lazima kuwe na control demolition, ili jumba lazima litaangushwa na jeshi, na amri ambayo kwamba iliyopo ni kwa sababu ya wakazi wenyewe. Kilomita moja na, na nukta mbili kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote, ni lazima kutakuwa na evacuation kesho, kuanzia saa kumi na mbili asubuhi, mtu yoyote asikae katika nyumba yake asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo madrasa, madrasa. Watu wasiende makazini. kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kuanzia hapa, hapa kwenda mpaka markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Pakistani. Kile nitawaomba ni lazima tufanye mpango, watu wote will have to vacate. Hii haitodhuru nyumba yako lakini ule mtikiso ambao kwamba utakakuweko utasababisha athari ya masikio yako kila ukiwa karibu. Wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawa, zinawastiri na sio pamba, ukasema kuwa unaenda kujiweka. Lile vumbi litakalotoka haswa, mtu mwenye mtoto, mtu mzima, litaanza kudhuru mapafu yenu. Kuna uwezekano, hii ni bomu. Jumba hata likianguka, kuna uwezekano chuma mawe kuweza kuruka ikiruka, kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe kwa sababu ulikuwa pahali ambapo kwamba inafika. Hatutaki kupata athari zaidi, so 1.2 kilometers, uh, the chiefs, wazee wa mitaa, community health promoters wataanza kuzunguka do to do na kuambia watu wote ya kwa kuanzia saa kumi na mbili we want no one in the houses Tafadhalini na warai na nawasihi watu wa Mombasa. Hii ni kwa sababu yenu nyinyi, ili musiweze kuumia. Tunawasihi tena, kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kutoka hapa mpaka sehemu ya markiti, huu mtaa wote ambao kwamba walioko hapa uh, uh, watijara, mtaa wote kwenda chini mtaa huu wa Floringi Bondeni, hata uh, Coast General tumetoa wagonjwa. Ukitaka kujua umuhimu wa hii Coast General Hospital, tumetoa wagonjwa ICU. Wale wagonjwa waliolazwa katika ICU pia leo wanatolewa wanapelekwa katika ICU nyingine. Musianze ukaidi, ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke the blast. Tatizo jingine ni watu wetu wataanza kukimbia pahali kuna sauti, ndio tunajipeleka. Please do not do that tomorrow. This whole area there will be no school, there will be no madrasa. Swala uh, panapo majaliwa, swala itakaoswaliwa hiyo ni swala ya alasiri, na hii ni kwa sababu ya watu wetu, usalama wao, na sio lazima ukitoka uanze kubebana na mativi. Nyumba haitoumia haito tafadhalini mkitoka madirisha, hasa nyumba zilioko juu, madirisha yote yawe wazi, ndio ile effect ya ule upepo ukipiga iingie upande mmoja itoke upande wa pili. We are hoping that a period of 8 hours we will be done. There is nothing we can do. Ile ambayo kwamba ilikuwa ni first floor is now the ground floor, that means the whole building went down. Vile ilivyopangwa ni kuanguka kwa upande huu, haitoanguka kwa, kwa, kwa, kwa chini. Imekuwa done in a very scientific manner.